Katika zama hizi za kidijitali siasa haipo kwenye majukwaa halisi ya kampeni pekee. Sasa siasa zinapatikana kwenye simu yako ya mkononi pia, kwenye TikTok, X, Facebook, WhatsApp na YouTube. Ulishawahi kuchat ku masuala ya siasa huko? Chungu nzima, tofauti na zamani, ukapange foleni, uvae tisheti ya chama husika, uhudhurie mkutano, uulize maswali mm -hmm. au upembue na uache pale mm -hmm. Hayo ndiyo tunayajadili leo katika Kurunzi Live. Mjadala wetu tunakuuliza, je, mi... machapisho ya kwenye mitandao ya kijamii yanaweza kubadili mtazamo wako wa kisiasa? Kujadili haya mi utakuwa nami Hawa Bihoga pamoja na mwenzangu Rashid Chilumba. Nam, vijana ndio kundi kubwa la wapiga kura na mifumo ya kisiasa inatambua hilo. Vijana hawa ndio wanapatikana wa, wa, wa pia katika mitandao ya kijamii lakini, kwa nchini Tanzania ambayo inatarajia kuingia kwenye uchaguzi baadaye mwaka huu, kundi la vijana ni takriban asilimia sitini wapo chini ya umri wa miaka thelathini na tano na kundi hili linatajwa kuwa ndio wenye nguvu ya kubadili uongozi, lakini ni kundi hilo hilo ambalo mara nyingi hujitokeza kwa wingi kupiga kura, shida, halijitokezi kwa wingi kupiga kura. Shida iko wapi na changamoto iko wapi? Hawajafikiwa ama wametengwa, wamebaguliwa au wanadhani siasa sio kundi lao? Ni kweli, nadhani ni tatizo la sehemu nyingi na ikiwemo kwenye nchi zetu za Afrika hawa, kwamba vijana wanahisi wana hawana hawana mchango mkubwa wa kwenye siasa. Na, na, na utafiti umefanyika mara kadhaa, unaonyesha vijana wanaona jukumu lao kubwa ni kuleta tu hamasa eh, kwenye kampeni, kuwapigia debe wagombea wa, lakini inapokuja siku sasa ya kwenda wenyewe kama Wakenya wanavyosema kwenda kwenye debe hawaonekani. Inawezekana moja ikawa ni kukosa matumaini kuwa wanaweza kufanya mabadiliko kupitia kura kutokana na mambo wanayoyasikia ama mifumo jinsi ilivyo. Lakini pili, inawezekana ikawa ni shughuli zinawatinga. Utashangaa ni vipi wanapata muda wa kwenda kwenye kampeni. Pengine kunawezekana kuna sababu, kuna bakshishi wakenda uh, watapata tisheti, watawekewa mafuta kwenye pikipiki wanazoendesha. Lakini siku ya kupiga kura inaonekana mirija inakuwa imekatwa tayari yeah. Na lazima waende wakatafute kipato cha siku. Kwa hiyo wengi unakuta wanaona ni tabu kwenda kupanga foleni masaa mawili matatu ili, ili, ili kupiga kura. Kwao ziko sababu mchanganyiko kwa kweli. E, kwa nini vijana wanajiona wakati wote sio kundi linaloweza kufanya e, kutoa mchango mm. mkubwa sana kwenye, hasa nyakati za, za uchaguzi na hasa siku yenyewe ya, ya kupiga kura yeah. Mstari wa mbele kwenye wengi, sasa utawakuta wengi zaidi, utawakuta wanawake, hasa wa makamo, watu wazima, kwa maana watu wazee pengine e, lakini kundi la vijana inakuwa mara nyingi ni, ni, ni, ni wachache sana hili walilibaini pia wa, watunga sera wahamasishaji awa wote washawishi wa mitandaoni wakaona si haba, tukawafata huko huko kwenye majukwaa yao kwenye mitandao ya kijamii. Ni ni ni ni mara chache sana ukiweza, wanasema kuscroll WhatsApp yako, Instagram, X, bila kupata ujumbe wa kisiasa kwa sasa nchini Tanzania, hasa Afrika Mashariki wameona kwamba hilo ni jukwaa pekee ambalo linaweza likaleta mabadiliko na pengine kuwavuta kile ambacho angekisikia katika majukwaa halisi wakakipata huku, inawezekana eh, eh, eh, na, ni sehemu ya mkakati naamini, kwa sababu umesema kwenye utangulizi pale kwamba kundi kubwa la vijana linapatikana kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi kwenye nchi nyingi eh, na, naweza kusema zote bila shaka, kila kijana alau anaweza ana, ana, kuwa na simu janja ile tunaita hmm, smartphone eh, yuko WhatsApp, yuko Instagram, yuko Instagram yuko, yuko, yuko YouTube, yuko TikTok. Kwa hiyo jukwaa ni, ni, ni, jipya linalotoa nafasi bila shaka ya hasa kupenyeza ajenda, maanake mitandao imekuwa inatumika zaidi kwa burudani, watu kuandaa vichekesho, kusoma yanayotokea katika jamii yetu, lakini kwa nini siasa isingie isi? Ndio maana tunaona kuna kundi kubwa sana sasa hivi vijana wanapata taarifa zao kupita mitandao ya kijamii kwa hiyo, watu wanaofanya kampeni wanaona, tukipeleka ujumbe wetu wa kisiasa kupitia mitandao hii, inawezekana kwa njia tofauti, inawezekana ikawa kupitia hotuba ama vichekesho, lakini vyote vyenye ujumbe wa siasa wanaweza mm. kuvutia kundi la watu wengine ambao wanaweza kuongeza idadi ya kura watakazopata. <laughs> lakini kuna aina ya siasa sasa, mm. kundi hili limefikiwa, limefatwa kule liliko, kule eneo linakopenda, katika jukwaa linalopenda ni changamoto kiasi gani huyu kijana kuweza kupembe, kupembua, kwa sababu kadri mitandao inavyokuwa mm, na lugha ya kiteknolojia wanasema deep, uh, deep fake mm, zipo uh, ile zile sick fake zipo nyingi huko, atawezaje kupambanua kwamba haya kweli ni maneno ya mgombea A au kweli huu ni utovu wa nidhamu wa mgombea A? si kwamba si rahisi, nasema si rahisi maanake. Ee, kuna changamoto nyingi. Teknolojia ilivyokuja imekuja na, na, na, na, na, na, na hizi taarifa ghushi. Tunaweza kuziita njia za kutengeneza maudhui katika namna ya udanganyifu wakati mwingine. Kwa hiyo si rahisi na, na, na hasa katika mataifa yetu ya nchi zinazoendelea ambacho kile tunachoitwa kwa kimombo digital literacy, ufahamu kuhusiana na masuala ya teknolojia ya kidijitali ni mdogo, in, in, inakuwa ni ngumu kupembua, lakini angalau ni, ni, ni, ni, ni Kurasa ama ni uwanja ambao vijana wanaweza kupata ujumbe. Kwa mfano wako wanafata wanasiasa ambao wana kurasa rasmi zinatambulika. Kuna mitandao inaweka kabisa alama ya tiki ya buluu, unajua kabisa ukurasa utakuwa mm -hmm. ni wa mgombea wa urais ama, ama, ama, ama vipi. Kwa hiyo kuna, kuna, kuna njia kadhaa, lakini kama navyosema eh, si rahisi, changamoto ni kubwa, lakini mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. kuna namna ambavyo pengine sasa huko baadaye tutakuja kuangalia ni namna gani sasa e, ili wanasiasa kwa ujumla wake waende na hili jukwaa vilivyo hmm. Wakati huo huo walipata hili kundi mbali ya kutoka kwenye mitandao ya kijamii liweze sasa kurudi katika kwenye sanduku la kura, kwenye sanduku la kura mm -hmm. Kwa hiyo tuseme kwa ujumla wake, wanasiasa wamefaulu kuwavuta hatuwezi kusema moja kwa moja kwa sababu wake kuwafikia kupitia mitandao ya kijamii ni swala moja, lakini kuwashawishi kwamba siku ya kupiga kura waende ni swala jingine, kwa sababu unaweza ukawa wanaona ule ujumbe kupitia mitandao ya kijamii, wanasikia sera za watu wagombea, ahadi wanazotoa, lakini kunyanyuka siku ya kupiga kura. Ingekuwa tunaweza kupiga kura kwenye Facebook ama Instagram, ingekuwa rahisi <laughs> ita, ita, kufika kufika, teknolojia tunavyokwenda, lakini bado hatujafika huko. Kwa hiyo ujumbe kufikia unafikika kama ambavyo ilivyokuwa wakati wa majukwaa, hata wakati zamani kwenye majukwaa na ya kundi kubwa la vijana unaona, wanakwenda na mgombea kwa mapikipiki na nini, watasema watakaa uwanjani mpaka jioni kabisa, wakati mkutano unafungwa, wanasikiliza sera, lakini siku ya kupiga kura ndio tatizo. Ni nini kitawasukuma eh? Hilo ni swala ambalo naamini tunaweza kujadili na pengine hata washangiaji wa wetu uko, watatu, uko mbele, watatu, watatu ya, hmm. hapo hapo eh, hotuba za chuki nini huko kwenye mitandao vipi? Mm -hmm. vijana naweza kazipembua. Kwanza tuangalie maoni yako, kuna huyo Juma Kanja anasema mitandao ni kipimo sahihi cha mtu au chama kukubali matokeo ya uchaguzi wa Chadema Mboe na Lisu yalijulikana mapema mitandaoni mitandao ina msukumo mkubwa katika upigaji wa kura e, Smart Boy Hussein anasema sitapiga kura hadi pale sheria za uchaguzi zitakapofanyiwa marekebisho na kuwa na uhakika wa kura yangu kuthaminiwa kupitia sanduku la kura na haya nimeyajua kupitia mitandao ya kijamii zamani nilipiga kura kwa kuwasikiliza wazee na bao la mkono

habari nchini Tanzania wanapangiwa nini cha kusema kwenye taarifa ya habari, vingine vinazuiwa, vina hawawezi kusema kwa uhuru, lakini mitandao ya kijamii kwa maoni yake, anasema anaweza kuzungumza na akapata watu wenye mtazamo sawia na, na yeye, kwa hiyo wakaanzisha mjadala wa pamoja ambao pengine mwanasiasa anaweza akaingia na kutoa maoni, na hilo na, na, na nilikuwa nataka kulisema, maanake ma, zamani utaratibu wa kufanya, wa kufanya kampeni kwa bahati mbaya kwa kwa bahati mbaya ilikuwa ni, eh, ni kwenda kumsikiliza mgombea, lakini sasa kupitia mitandao ya kijamii ujumbe huu wa kampeni na ahadi na, na mipango ya kisera inapofika inakuwa vilevile ni jukwaa la mjadala. Kila mtu anatoa mawazo yake ya kuhusiana na kile kinachoahidiwa kwao, yule, hata mtu ambaye haja ha ha hawezi kutoa changamoto kwenye hoja ambayo wagombea wa wanaitoa mm. Anapata jukwaa la kujifunza na hata kukosoa ama kutoa maoni eh, tofauti asante, na, na kujenga hoja tofauti. Asante kwa mchango wako. Tuelekee kule Dar es Salaam ambapo mwenzetu Yakub Talib alizungumza, lakini alizungumza na hawa wapiga kura vijana katika ule wakati ambapo Deutsche Welle ilikuwa inaendesha maoni mtaani ikisema mm -hmm, click like and vote. Uh, mitandao ya kijamii kwa namna moja ama nyingine imebadilisha mtazamo, kwa sababu kwanza imekuwa ni rahisi kupata taarifa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tofauti na kipindi cha nyuma, wakati unakuta mtu hana pengine simu au hana vitu ambavyo vinaweza vikamwezesha kupata mtandao kwa unakuta kupata taarifa anapata kwa ugumu. Lakini kwa sasa hivi in case kuna ratiba yoyote kuhusiana na maswala yoyote ya kijamii ambayo yanakuwa yanaendelea, na kwa ni rahisi kuyapata kwa njia ya mtandao <laughs> yeah, imechangia kwa kunipa hamasa, imenipa hamasa kwa namna moja ama nyingine yeah, pia imenipa nafasi ya ku... Kujua, yupi ni mpe, yupi ni simpe, imekuwa ni rahisi kutambua kwa upande wangu, kimfano, kuna viongozi wengi tu ambao wamepita wamefanya vizuri na tunakuwa tunawafuatilia tuna, tuna, tuna kupitia mitandao ya kijamii kwamba mtu fulani kafanya kitu fulani na hadi kafikia stage fulani katusaidiaje sisi kijamii? Umeona na yupo, yupo chama gani kwao? Hali hiyo hapo inatufanya sisi ambao ni vijana ambao chipukizi tunakuja tunapenda chama fulani kupitia yale mazuri aliyoyafanya yeye umeona kwa kumfuatilia kim, kimtandao kimfano Instagram, Facebook, TikTok, kulingana na yale mazuri anayotufanyia sisi. Instagram ambayo imenipa ugo mkubwa kwa kujielewa na kujitambua kwamba kura yangu ni ya thamani sana, katika kipindi hiki tunavyoelekea kwenye uchaguzi mkuu kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano, ah, wa mwaka 2025 Oktoba. Mtandao wa kijamii huwezi kubadilisha kura yangu. Mtandao wa kijamii la utanijenga kwa kufikiria kura yangu iende kwa nani? kwa sababu ya hoja ambazo anazoweza kuzijenga. Mitandao ya kijamii inachangia sana kutoa elimu kwa wananchi, ukizingatia sasa hivi mpaka vijijini watu wana simu hizi za smart. Kwa hiyo wanaangalia kila kitu kinavyoenda, wanajifunza mambo mbalimbali mbali. Kwa hiyo bila mitandao ya kijamii watu waweze kupata elimu kubwa, lakini upana wa mambo mengi tunaupata kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia imebadilisha maamuzi ya watu wengi kwa sababu imetoa mambo mengi, watu wameelimika, wamejifunza vitu vingi. Mfano, leo watu wanahama vyama mbalimbali, wanahama Chadema, wanahama CCM, wanahama ACT, wanahama ADC, cha hii demokrasia makini, wanahama vyama vingi. Wamejifunza kutokana na mitandao ya kijamii wameangalia, wamejifunza, wameelimika, ndio maana wanahama. Miaka ya nyuma vijana walikuwa wanafikiri siasa ni mambo ya wazee, lakini baada ya kuwaelimisha kwa muda mrefu na kuwaambia kwamba sukari tunayonunua, barabara zinazojengwa, shule tunazosoma tunazotumia, hiyo ni siasa, inaamua hasa. Na wao wakaja wakajua kabisa kwamba wana haki na wajibu wa kuwepo kwenye masuala mazima ya siasa. Tunawapataje vijana? Kupitia platform hiyo ya mitandao ya kijamii, ndio tunakowapata vijana wengi hmm. bila shaka huko huko waliko tunawafuata huko huko waliko. Kuna mataifa, kuna mataifa kadhaa yaliwahi kufanikiwa kupitia mitandao ya kijamii katika kushawishi wapiga kura na hata wapiga kura wakaenda kubadili mitazamo yao ya kisiasa mm. Tanzania mwaka elfu mbili na ishirini ilifanya vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii mm. Na tuliona iliwaka kwelikweli. Mpaka e, rais wa wakati huo wakasema, sasa siasa zimekwisha, tuingie kazini mm -hmm. Kenya pia ilitumia sana mitandao ya kijamii katika uchaguzi wa ishirini ishirini na mbili lakini pia walitumia pia watu maarufu katika kuleta ile chachu na kuleta joto mm -hmm. la kisiasa kwenye mitandao. Bila shaka kuna mataifa mengine ya kupigiwa mfano Nakubaliana na wewe na, na na, na na nadhani sasa hivi hii ndio kile wanachokiita ni trend, kila kona. Tumeona hapa Ujerumani ulifanyika uchaguzi mwezi Februari mwaka huu, wagombea karibu wote walibidi watafute wale washawishi kwenye mitandao, hasa kwenye mtandao kama TikTok, Instagram na, na, na, na kwingineko, ili kuvutia kundi kubwa, uh, uh, ma, la wapiga kura waende kwenye kuwachagua. Lakini sio hiyo tu, uchaguzi uliomalizika mwaka uliopita nchini Marekani pia tulishuhudia hivyo hivyo, Kamala Harris na Donald Trump, hata Donald Trump ambaye ni mtu mzima eh, anayekaribia miaka themanini naye tulimwona akicheza dance kidogo na zinazo <laughs> trend eh, akikutana eh, na vijana ambao wana, wana nguvu kwenye mitandao ya kijamii na, na, na ushawishi. Yote hiyo ilikuwa ni, ku, ni kuhakikisha lile kundi wanalolilenga iwe ni vijana wanawake, vijana wa kiume, wanawake wa makamo. Sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii raha yake ni, ni, ni wote, wazee nao wamo, wamo, wamo TikTok, wamo Instagram, wanawake wamo. Kwa hiyo ni kundi ambalo e, ni uwanja ambao huwezi kuukwepa kwa namna yoyote, na ni matumaini yangu kwamba hata katika uchaguzi kwa mfano unaokuja nchini Tanzania mwaka huu, na tumeanza kuona mitandao ya kijamii itakuwa na jukumu kubwa sana la kuamua mesoma maoni ya mtu anakwambia kwamba kura yake alikuwa ajui kama inathaminika ina, ina kiasi gani, lakini kupitia mm -hmm. mitandao ya kijamii ameona tofauti na ameanza kujitafakari upya, je, napiga kura kwa sababu gani? mm -hmm. na Je, nikipiga kura yangu inaenda kuleta mabadiliko, mabadiliko gani? Sasa tunaona sasa hivi katika mitandao ya kijamii nchini mm -hmm. Tanzania mm -hmm. kampeni mbili zinazotofautiana zinazohusu zote uchaguzi. Liko kundi linasema uchaguzi huu hauwezi kufanyika kwa sababu kuna dosari nyingi sana kwenye sheria na kanuni za uchaguzi, kampeni hiyo inaendeshwa mitandaoni wengine wanasema Oktoba tunatiki. Mapambano yote ya hoja na vioja yanafanyika kwenye mitandao, kwa kwenye mitandao ya kijamii hiyo. Mm, kundi lote linabebwa li. Tuelekee katika maoni. Kuna huyu anaitwa Mwenya Loins Rebecca kutoka DRC mjini Kalemi: kwanza mimi siendagi kwenye uchaguzi, maana hapa Afrika hakuna uchaguzi wa uhuru na haki. Mwaka 2018 lilimchagua Martin Fayulu, kura yangu ikapotea. Josefu Machupa anasema ndio, ila kutoa sababu inaweza ikazaa sababu zingine. Kwa hiyo jibu langu naomba libaki kuwa ndio kura muda E, kuna muda mawazo yanabadilika. Unamwona mm -hmm. Nani unamwona Sabrina Ahmed Suvi, yeye eh, yuko Dar es Salaam Tanzania, anasema kwa sasa mitandao ya kijamii ni njia mojawapo ya kuwashawishi wapiga kura wakapige kura. Wakati mika msanii, wewe umetuandikia, unatuambia kuna watu kupitia mitandao ya kijamii wamewashuhudia viongozi wakijibu kejeli na jeuri hivyo kupelekea kumdharau huyo kiongozi na kuamua kuchukua mwelekeo mwingine kabisa mm -hmm. Mm -hmm. Una hapa, nataka niongezee kitu kwamba kuna wakati video fupi ambazo ziliwahi kutrend kwenye mitandao ya kijamii kwa wakati huo, sasa zinarejeshwa tena, hmm. mtu pengine watu walikuwa wamesahau, wamesa wamesa, ama hata pengine hawajawahi kuona. Ehe. kwa mfano mkutano wa kampeni ukifanyika Nairobi, E, zamani mtu aliye Mombasa anasubiri ama kwenye televisheni ama mm. kwenye redio kusikia nini kilichotokea, mgombea amesema nini, kama kuna kioja kilitokea ama kulikuwa na hoja za msingi zimesemwa. Lakini sasa unapata vyote manake tangu anaingia kwenye, na unajua vyombo vya habari hivi vya jadi jukumu lake lilikuwa ni kuweka vizingiti, vizingiti, kuchuja, kuamua kipi cha kupeleka, kipi sio cha kupeleka. Lakini sasa kila mtu ana simu yake mkononi. Kama, kama, kama, kama mgombea aliingia akiwa peku tutaiona hiyo, lakini pengine kwenye televisheni tusingeiona. Kama mgombea A, a, a, kabla ya kwenda jukwani alikunjana mashati na mwenzake, tutaona hiyo. Pengine kwenye redio alikimpiga mtu, <laughs> e, mtu bakora wakati fulani <laughs> ndio nchini Tanzania tunaona. Kwa hiyo ni jukwaa linalotoa fursa na nafasi ya kila kitu katika, mm. katika, katika, katika siasa za nchi na inatoa fursa ya watu kutizama kusikiliza na kuchuja na kulinganisha hoja kama. Lakini sasa ikiwa kama hii ndio nyenzo muhimu sasa hivi ya kuleta joto la kisiasa na vijana kuwafanya waamue wa, wa inavyofaa kwa ajili ya mataifa yao hmm. Elimu imefikishwa ya uraia, elimu ya kidijitali ya ki, ya uraia nimesema ni, ni, ni, ni kwenye nchi zinazoendelea, changamoto hiyo bado ni kubwa kwa e, sababu kwanza kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna swala la, la, la uhuru wa wakula, na nafikiri ameeleza, kuna mmoja hata ameogopa kutoa maoni yake, amesema tu bora niishie kwa kusema ndio kwa sababu hmm, kuna swala la uhuru. Kuna mwingine unaweza ukawa una, una maoni yako ambayo hayakubaliki labda na, na, na, na, na watawala, unaofia kuyatoa kwenye mitandao ya kijamii utakamatwa, e, mengine na, na, na, na mambo mengine kama hayo hawa mm -hmm. mm. Tunasema wakati ni ukuta, mjadala ni mpana sana, huwa uwezi kutamatika leo. mm -hmm. Lakini kwa hapa tunautamatisha. Kabisa. Kwenye kujadiliana pale YouTube pamoja na Facebook tunaendelea kuchat pamoja mimi na wewe, lakini tukwambie tu kwamba jukwaa la mitandao ya kijamii ni nyenzo mpya ya katika anasema hii zama za sasa mm. ambazo kwa kweli zinategemewa kwa kiwango kikubwa katika masuala ya biashara, katika masuala ya kijamii na hata katika masuala ya kisiasa. Kuna mtu mmoja nili, bahati mbaya, maoni yake hatujayafikia, niliyapitia, anasema wamuulize Rodrigo Duterte. Duterte. Historia safi kabisa mfano halisi kwa <laughs> kule Ufilipino alifanya nini katika mitandao ya kijamii mpaka kufikia pale alipofikia. Jina langu ni Hawabihoga, mwenzangu hapa. Ni Rashid Chilumba. Hadi wakati mwingine tunaendelea kujadiliana nawe kwa njia ya comment. Asante. Kwa heri kwa sasa.